Mpakani waliounganishwa na polisi wa utawala AP wameuawa baada ya gari waliokuwa wakisafiria kulipuliwa na kifaa kilichotengenezwa cha vilipuko huko Kulan, karibu na Dadabu. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa kilipuzi taarifa za awali zinaonyesha kuwa IAD ilizima baada ya gari la doria waliokuwa wakisafiria kukabiliwa na kilipuzi na, na, na, na kukiweka mbali. Takriban maafisa wengine watano waliokuwa ndani ya gari hilo waliachwa na majeraha mabaya, ingawa haijathibitishwa. Mamlaka mita ya mita inashuku kuwa kilipuzi hicho iliwekwa kwa maksudi kwenye njia ya doria na wanamgambo wa Al-Shababu. Eneo la Dadabu katika kaunti ya Garissa limekumbwa na mashambulizi katika miezi ya hivi majuzi, huku wavamizi wakipendelea matumizi ya vilipuzi kuwavamia maafisa wa polisi wa Kenya. Kididi FM, kwa habari moto moto. Na tukiendelea ni kuwa baraza la magavana COG limeshutumu wizara ya afya kwa kufanya maamuzi ya upande mmoja kuhusu usimamizi wa huduma za afya chini ya mamlaka ya afya ya jamii sha mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi ameshtumu waziri wa afya Aden Duale kwa ma kwa madai ya kusimamia shughuli ambazo zimegatuliwa zime kikamilifu. Aidha, magavana pia walikosoa wa sha kwa kucheleweshwa kwa malipo ya madai kusukuma hospitali za umma kwenye deni la shilingi bilioni 32 na kulemaza huduma za afya kwa kaunti. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kwingineko ni kuwa waziri wa mashauri ya kigeni Musalia Mudavadi amefichua kuwa Wakenya wawili bado wako chini ya ulinzi wa mamlaka ya Tanzania kufuatia machafuko yaliyozuka baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Akizungumza mbele ya bunge la kitaifa katika kipindi cha kipindi cha maswali na majibu mnamo Jumatano, waziri Mudavadi amethibitisha kuwa Wakenya wengine wote waliozuiliwa wameachiliwa baada ya serikali kuingilia. Mudavadi aliongeza kuwa serikali inajitahidi kutoa usaidizi unaohitajika ili kuachiliwa kwao. Zaidi ya hayo, waziri mkuu alibainisha kuwa maandamano hayakuwa na athari kubwa kwa biashara za Kenya ndani ya Tanzania. Mudavadi pia alitoa taarifa kuhusu mwili wa mwalimu Kenya John Ogutu aliyeripotiwa kuuawa wakati wa, wa maandamano hayo. Alibainisha kuwa maiti hiyo bado haijafuatiliwa, hivyo kumfanya aandike barua mbili kwenda kwa Mtanzania mwenzake. Waziri huyo aliongeza kuwa juhudi za kutafuta maiti hiyo katika hospitali za serikali na vyumba vya kuhifadhia maiti nchini Tanzania hazijazaa matunda. Davadi ameongeza kuwa rekodi ya rasmi zilionyesha takriban Wakenya elfu tano mia tano mia na watatu wanaoishi Tanzania, kuashiria ukuaji wa uhamiaji wa wafanyikazi kati ya mataifa hayo mawili. Machafuku nchini Tanzania kufuatia uchaguzi yalivutia hisia za ndani na kimataifa kutokana na ukiukwaji wa haki za kibinadamu dhidi ya waandamanaji. Kulingana na rekodi za mahakama, karibu watu mia tatu arobaini walikamatwa na kushtakiwa kwa uhaini wakati wa maandamano hayo. Ili kukabiliana na hali hiyo, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alitoa wito wa kusamehewa mashtaka hayo na kuzindua tume ya uchunguzi kuhusu mauaji hayo. Kwa mm. habari moto, moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kwa rais raia wa Gaza wanakabiliwa na hali ngumu baada ya mvua kubwa ya hivi majuzi zilizosababisha mafuriko na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu muhimu. Vitu kadhaa kama mahema, magodoro, mablanketi, chakula na dawa zimesombwa na maji. Kufuatia mafuriko hayo, mamlaka ya Gaza inaongozwa na Hamas imesema hasara iliyotokana na mafuriko hayo inakadiria kufikia dola mil, milioni nne nukta tano za Marekani na kwamba mahema elfu mbili na ishirini yameharibiwa. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuhusu hali hiyo kuwa mbaya mnamo huko Gaza. Aidha, mashirika ya misaada ya ndani ya Gaza yanasema mahewa mapya yapatayo laki tatu yanahitajika haraka ili kuwasaidia Wapalestina ambao idadi kubwa hawana makazi kufuatia uharibifu mkubwa uliosababishwa na vita. Kididi FM, kwa habari, moto, moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa tatu, tupatane saa saba kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilani, Kididi asubuhi inaendelea.